Jambo la kwanza ni waalimu, kwa sababu waalimu wale wote ambao wamewahi kusomea walimu wanafunzwa kitu inaitwa pedagogy. Penda ni, ni child. Goji ni mbinu ya kufunza na pedagogy, ndio unaona mwalimu ndiye kusema kwa darasa. CBC ni the other way round, tunaita utagoji, yaani katika sasa taaluma yetu ya curriculum ya hiyo, tunaita tunaita utagoji, ambayo uh, pedagogy ni teacher standard, mwalimu ndiyo kusema ye, yeah, anataka kile ambacho anataka ndio nakifunza, e, nandiyo, na, na, na, na ndio kusema yani hata hata yani mtoto amekuja pale asomeshwe, lakini utagoji ndio mbinu ile inatumikanga ya CBC kwa sababu it is student centered Yani mtoto anakuwa tu facilitated asome, na walimu wetu hawajafunzwa funzwa hiyo. Hata mimi kwa sababu nilisomea walimu ni, sikuijua mpaka nikawa mtaalamu kujua hizi mbinu hizi mbinu. Sasa nikajua kumbe kuna mbinu tofauti za kufunza, kwa sababu hata kile wanafunza chuo kikuu uh, chuo kikuu anasomesha mambo mawili. Mwalimu wa primary anafundishangwa Uh, professional teaching methods hizo tu. Mwalimu wa high school anafunzwa general teaching methods na subject specific methods, yani somo hile una unafunzwa mbinu za kufunza hiyo somo. Sasa CBC ni tofauti, na CBC ni lazima uwe mtu amefunzwa utagoji, na hiyo sijaiona kwa katika curriculum. Na hii siku tulikuwa na hii siku tulikuwa na CBC dialogue pale People's Park National Launch, nilisema hivyo nikasema, kwa curriculum sasa ya teacher training colleges hata hiyo ya university hakuna kitu hiyo, kwa hivyo hii wanaita